Da, hii ni story tu ya Cushites mmoja wanajulikana kama Wasomali, wanalalamikia kuhusu mauaji ambayo yamefanyika kwenye maeneo ya Likoni. Mmoja wa familia ya Wasomali ameuawa pale, wanaweza kumshutumu Mama Mishi Mboko ambaye ni mbunge tu wa hayo maeneo ya Likoni huku waki huki shutumu kuwa wamemtafuta wamejaribu kumtafuta kupitia simu ili aweze kuingilia kati ori ya usalama utofu wa usalama kwenye hayo maeneo, hao ndo wanafanya biashara hapo kwenye eneo bunge la Likoni no, na wamekuwa targeted sana. Hebu sikia history. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kwa majina anaitwa Jamila Ibrahim Duba kutoka Kushite community Mombasa, Chairlady ya uh, Mvita. Nasikitika sana mimi leo niko hapa kwa ajili ya kifo wa ndugu yetu ambaye imetokea kwa jamii wa hapa, mandugu zetu tu. Sisi ni jamii wa Kushite, mmoja wetu ndio amevamiwa kwenye duka, ameporwa mali ile pesa kidogo ameuza, akaeka kando, na bado hawajamwacha tena, akamfuata na mwenzake mtu wake akauawa. Na si jambo la mara moja ama mara mbili, na si mtu mmoja. Kuna na mwenzake pia duka nyingine amepigwa risasi ya mguu, kutishwa na kunyang'anywa pesa. Sasa mimi nimeona lazima tuinuke sisi kama jamii, tukuje kwa mandugu zetu tuwapatie support, tusimame na wao, tuongee na serikali wapate kuitimiza jambo ya security ya hapa Likoni. Security ya Likoni imekuwa mbaya na si yani, imezozea sana upande wa kushait kwa mara hii. Kwa jini naona kushait ndio wenye biashara, watu wetu wana bidii na sasa ndo wamekuwa targeted sana, duka zao ndo zinavamiwa. Wamekosa hata hope, kwa vile ukifanya kazi ile kitu kidogo umetenga kando, na ichukuliwe na mtu pia uliwe wewe, huwezi tena kuendelea na hiyo roho ya kufanya kazi. Wanafikiria hata kufunga maduka na kutoroka. Je, tutatoroka, twende wapi? Wao watu ni wakaaji wa hapa, wamezaa hapa, watoto wako hapa, ndio wamejenga hapa, wana manyumba hapa. Na tuna viongozi wamechaguliwa hapa. Mama Mishi Mboko, uko wapi? Twakutaka sisi jamii wakusheite. Tumekuchagua, watu wetu wamekupatia kura. Kama mimi ni mtu wa Mvita, watu walikoni wamekupa kura. Mama Mishi, nakuuliza uko wapi? Mbona unaacha jamii yetu wanyanyaswe, na ndio wanakupatia kura, wamekuchagua wewe? Hapo umechaguliwa kuangalia usalama wa raia yako. Kuna raia yako jana ameuliwa, watu wamekutafuta kwa simu. Shiki simu, kama umepata habari unafaa kujitokeza. Na sasa tunakuita jitokeze, utueleze kuna nini, mama yetu wewe ndio kiongozi na tunataka RMCS wasimamie hii mambo, wasimame na jamii wa Kushites. Sisi hatufai kutengwa kwani sisi wote ni jamii moja. Sisi ni jamii moja, sisi ni wa Kenya, wote tuko pamoja. Hakuna haja ya jamii moja kulemewa ili wapate udhaifu wa kufanya biashara, washinde kufanya mambo yao. Na ningependa pia serikali ipate kuangalia na kutusikia kabisa na security yetu iangaliwe na jamii yetu wamekuwa affected, serikali isimame nao. Kwa hali na mali, uchunguzi ifanywe kwa wale wamekuwa affected, tujue ni nini itafanyika next. Serikali tuonyeshe mapenzi, ilinge jamii yetu, tusimamie watu wetu, tujue hii mambo itafika wapi. Insha allah, asanteni sana.